Muhuri ya sita, fungu la kumi na mbili. Palikuwa na tetemeko kuu la nchi, jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi, nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake uti kiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa likahamishwa kutoka mahali pake. Na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie ye juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo. Fungu la 17. Kwa maana siku ile iliyokuu ya hasira yao imekuja naye, ni nani awezaye kusimama? Ni nani awezaye kusimama? Hii muhuri wa sita ulipofunguliwa, kulikuwa na tetemeko la ardhi. Tetemeko kubwa sana lilifanyika mwezi wa 11 Novemba tarehe moja mwaka elfu moja mia saba 1755 kulikuwa na tetemeko kubwa la ardhi na mwaka, miaka 25 baadaye 25 years later, mwaka wa 1780 mwezi wa tano tarehe 19, May 19, 1780, kulikuwa na giza kubwa sana ambao wa ilifanya wanyama warudi zizini saa sita ya mchana, na hiyo hiyo siku hiyo siku, usiku wake kukawa na mwezi mwezi ukabadilika ukawa damu, tarehe 19 mwaka 1780 na 1780, uh, May the 19th na Novemba Novemba 13 mwaka wa 1833. November 1, 18, November 13, 1833. Ndizo nyota zilianguka kutoka binguni kama vile mtu unavyotikiswa, lakini inasemekana ya kwamba na kukawa na mwangaza pale binguni, Yesu mwenyewe ametokezea. Yesu ametokezea, wa na wakati ametokezea, wenye dhambi walikimbia wakalia milima iwaangukie, iwasitiri uso wa Yesu, iwasitiri uso wa Yesu. Milima tuangukieni, wanakimbilia bahari, but it was too late, na bingu ikaonekana itakujwa kama karatasi. Lakini fungu la 17 n limeuliza swali, akauliza ya kwamba, kwa maana siku iliyokuu imefika, naye ni nani awezaye kustahimili? Najua hilo swali lilikuja kabla ya muhuri wa saba na kwa hivyo Mungu akapost na akataka kujibu hilo swali, ndio tuko na Ufunuo saba. Ufunuo saba inaitwa parenthesis. Ufunuo saba inajibu hilo swali la Ufunuo sita, fungu la saba, tutakuja kuliona wiki hii oh,